Nawapongeza hawa viongozi wangu waliopo hivi sasa, wamevunja wame, wame mwiko wa kuishia robo. Maana tulikuwa tunaitwa wakina mwaka robo, lakini sasa tumekwenda nusu, tumevunja ule mwiko. Simba ndio klabu pekee katika Afrika Mashariki na Kati, ambayo imefanikiwa kufika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika. Simba ilifika nusu fainali ya klabu bingwa ya Afrika mwaka 1974. Kwa hiyo ni klabu ambayo inafanya vizuri katika anga la kimataifa, haikuanza leo, yaani kwa mchezo huu ambapo imeingia nusu fainali juzi tarehe 9, sio kwamba ndio mara ya kwanza Simba imeingia nusu fainali ya klabu bingwa, sio kombe la shirikisho wala kombe la washindi. Zamani kulikuwa na kombe la washindi Kafu ikalifuta ikali, ikali, ikali mwaka 1997 ikaanzisha la Kafu 1991, lilikuwa limeshaanza miaka mitano baadaye, wakalifuta lile la shirikisho, kwa sababu makombe yangekuwa mengi na mambo yangekuwa mengi, gharama ingekuwa kubwa. Kwa hiyo mwaka 74 nusu fainali ya kwanza, wamecheza Mehala al Kubra na Simba Sports Club, wamecheza tarehe kumi na tatu Dar es Salaam, uwanja wa Shamba la Bibi tarehe 13 Oktoba 1974 na Simba na, ma, na mabingwa wa Misri Mehal El Kubra wamecheza pale, Simba ikapata ushindi wa bao moja kwa bila bao, limefungwa na Sadi Ali. Mtangazaji maarufu wa Radio Tanzania wakati ule RTD Abdul Masud alikuwa anamuita Sadi Ali, watakiona maana alikuwa na ali, waadhibu sana timu zinazokuja. Hakawanamwita Sadi Ali watakiona. Kwa hiyo Simba ikashinda, ilipokwenda kule Kairo mechi <coughs> ya marudiano tarehe 25 mwezi wa kumi 1974, Mehala wakapata goli moja, ikawa sare, wakapiga penati. Simba ikatolewa kwa penati tatu kwa bila. penati zote za kwanza za Simba tatu walikosa, lakini wao Mehala Al-Kubra wakapata zote tatu Simba wakawametolewa. Lakini kana kwamba hilo halitoshi <coughs> tarehe 27 mwezi wa 11 1993, Simba imecheza fainali ya kombe la shirikisho. Kuna watu wanajichanganya, wanasema ile ilikuwa kafu kafu ni Kiingereza na Kifaransa, kwa Kiswahili ni shirikisho. Kombe bado ni lile lile, kilichobadilika ni mfumo wa mashindano, lakini kombe ni lile lile. CAF kwa Kifaransa ni Confederation de de African de Football. Kwa Kiingereza ni Confederation of African Football. Kwa Kiswahili ni shirikisho la soka, lile, la soka barani Afrika. Sasa mtu ana confuse, lile lilikuwa kombe la CAF. CAF ndio hiyo hiyo, sawa sawasawa na kusema hii ni 100 naishi 100, na mtu anajichanganya kwa lugha, lakini kombe ni lile lile kwa hiyo Yanga wamekuja kulicheza mwaka 2023 tarehe 28 mwezi wa tano 2023, wamepoteza Dar es Salaam dhidi ya Waarabu, na tarehe tatu mwezi wa sita 2023 wamepoteza Aljiaz. Kwa hiyo kombe ni lile lile. Isipokuwa weledi baadhi ya watu mashabiki wetu wanasema ni makombe mawili tofauti. Hapana, ila mfumo wa mashindano ndio umebadilika. Kwa hivyo hii si mara ya kwanza kwa simba kufanya jambo kubwa kwenye mpira wa Tanzania, na hii ni heshima kwa nchi yetu. Yanga inapofanya vizuri ni heshima kwa nchi. Mashabiki wa simba lazima wafahamu hilo, na mashabiki wa yanga wafahamu vile vile, simba inapofanya jambo kubwa ni kwa manufaa ya taifa. Mimi nimepata bahati ya kutembea nchi mbalimbali, nimeenda Cairo, nimeenda na Algiers, nimeenda Casablanca, nimeenda Tunis, lakini huko kote imenifikisha Simba, Simba na ndio maana Simba naiheshimu. Hakuna jinsi yote naweza nikaidharau Simba, lazima niheshimu, imenifanyia ime mambo makubwa katika maisha. Kwa hivyo, Waarabu kwa mfano, ukiwa unacheza na National Al Ahly huwezi kumwona Zamalek anakupa mbinu ya kumfunga national lahay, au ukicheza na Wydad Casablanca huwezi kuona Raja anakupa mbinu za kumhujumu Wydad. Hayo mambo bado yamebaki Tanzania. Yanga kama inacheza mtu wa Simba nakwambia, mimi Yanga ikicheza na Jiwa, afadhali Jiwa lishinde. Ni vitu vya, vya kihuni havipendezi kabisa. Anyway, nashauri tu, ila kila mtu atakuwa na falsafa yake kwa hiyo tunaipongeza sana Simba imetuheshimisha Watanzania na baada ya miaka karibu 32 tangu walipo, walipofika fainali ya kombe hili la shirikisho mwaka 93 ndio wanakuja tena kuingia nusu fainali nyingine baada ya kufika robo fainali mara nane. Hii ya juzi ilikuwa, zilikuwa robo fainali mara ya nane. Wakati mimi naongoza Simba tumekwenda robo fainali mara ya nne, mara nne tunashindwa kwenda nusu, lakini nawapongeza hawa viongozi wangu waliopo hivi sasa, wamevunja wame, wame mwiko wa kuishia robo. Maana tulikuwa tunaitwa wakina mwaka robo, lakini sasa tumekwenda nusu, tumevunja ule mwiko.